Afya niliahidi kuwa tutajenga na kukarabati zahanati zetu, na kwa upande wa miundombinu ziko barabara ambazo zilikuwa hazipitiki lakini kwa sasa zinapitika. E, niliwaahidi hayo, lakini yako mengi. Kwa upande wa elimu pia tuliahidi kuwa tuta, tutafanya na kipekee kuseme, tumefanya tena kwa asilimia 99. Uh, kwenye kata yangu mimi kila kijiji kina zahanati, kila kijiji kina zahanati ukubwa kipekee. Ki, tu ilikuwa ni kuzikarabati pale inapotokea kuna tatizo, labda basi, na halmashauri nazungumza, halmashauri wanakuja wanakarabati, na nafikiri hapa tunapozungumza na nyinyi hapo mbele tu nyuma yenu hapo pana zahana, zahanati, kwa hiyo zahanati ziko nne. Kwenye, kwenye moto zilikuwa ni ukarabati na, na dawa. Kwa hiyo hayo yote tumeyazungumzia na kwa sasa zahanati zetu ziko. Wakati naingia mimi, kwa kweli, katika kata yangu barabara ilikuwa ni moja tu inayotoka Mwanga kuja Lang'ata. Kuja Lang'ata Kagongo, lakini kwa sasa iko barabara inayotokea Kifaru inakuja moja kwa moja Kagongo na iko barabara inayotokea Kagongo inaenda moja kwa moja mpaka Nyumba ya Mungu, ambayo hii nimekuja nayo mwanzo. Barabara ilikuwa ni ilitengenezwa na punda punda, wakati zinakwenda kuchukua nani, kuchukua kuni, ndiko mahali zilikuwa zinapitia. Kwa hiyo ilikuwa ni barabara ambayo inapitika kwa basikeli na kulikuwa na makorongo makubwa, lakini kwa sasa barabara hizo zi upande wa elimu waelimu wakati napata diwani e, shule kila kijiji kilikuwa na shule, lakini zilikuwa madarasa yalikuwa hayatoshelezi, lakini kwa sasa na pia ieleweke kwenye kata yangu mimi na sekondari moja. Sekondari hiyo ilikuwa ina ma, ma, ma, madarasa machache, lakini sasa hivi tuna mpaka limebaki darasa moja la ziada, madarasa yote tumejenga na limebaki moja la ziada, kwa maana kama pakawa na mikondo, basi mikondo yote itaingia kwenye hilo darasa. Lakini shule za msingi, shule za msingi madarasa yalikuwa yajitoshelezi, lakini tumejitahidi. Kila shule ya msingi sasa, stori sikuwa madarasa hamna, sasa hivi madarasa yapo. Hamna madawati, shule zangu zote zina madawati mpaka shule ya sekondari zote zina madawati. Kikubwa tu ni kuwa madawati yaliyopo, kuna kuna kipindi yanatokea madawati labda watoto kucheza yanaharibika, lakini yanakarabatiwa na wanafunzi wanakaa ya kwenye madawati. Kwa kweli watoto zetu za i zinahusiana na wazazi wa hao watoto na hao watoto wanazigitiwa, ila wanapofika shule na mzazi kama hakusimamia vizuri, manaye uko Wukaw utaratibu umeta amekubaliana kwenye ofisi. Kwa hiyo watoto ni lazima wanaenda shule kwa sasa. nyavu wanaziosha, ya ndio kufua. Wakizifua basi wanapata hela, aiyona aaaa, mtoto wanaona akienda shule atakosa fedha. Kwa hiyo swala hilo tumelidhibiti sasa, bwana huyo tutakaye mkuta anampa mtoto basi. Na hii sisi kwetu watoto hawaendi kuvua, yani mtoto hawezi kwenda kuvua, mtoto kazi yake kubwa ambayo inamfanya asiende shule. Yaani yeye anakuja kwa wavuvi, kwa mfano kama hapa angekuwa na wavuvi sasa, hapa angekuja kwa wavuvi wako pale, wanamtuma kuwa anaenda katuoshee hizi nyavu kwa, kwa sababu si zinashika uchafu kwenye maji, katuoshee hizi nyavu. Wakishaoshewa zile hizo nyavu, wanapewa hela. Lakini kwa swala la mtoto kwenda majini, kwenda kushika nanii boti kwenda kuvua, kwetu hivo nasema kaa kwenye vikao vya wadisi arfu na tukawaambia wale wazazi wanaotoa kazi kwa watoto, yeyote atakayeonekana amempa mtoto kazi, yeye anakumbwa na sheria, sheria itamwajibikia. Kwa kwa hiyo kweli kwa sasa kidogo hali, hali imebadilika, watoto wanaenda shule kweli. Watoto yani, kati ya maeneo yenye watoto e, watoto wengi Lang'ata, kata ya Lang'ata, watoto wako wengi sana, na nafikiri hivi tu leo, maana nimeona gari lenu sii linamsikika, mkaanza kuzungumza zungumza kwenye spika, mtashangaa watoto wanaowafuata nyuma ni wengi mno, tofauti na Usangi. Usangi watoto wanasomea Dar es Salaam, lakini huku watoto wapo wengi na wanaanikishwa, watoto ni wengi sana. Ndio maana nasema shule zetu zina mikondo, zinakuwa na mikondo kwa sababu ya watoto kuwa wengi. Kijiisha Nyabinda ni kweli, ujaaji wa maji unasababisha wale wali. Yaani, nyuma ya nyumba zao kuna vyoo, kilichokutwa sasa na maji ni vyoo, ndo inafata nyuma. Kwa hiyo kuna haja ya, ya kutoa elimu, tutaendelea kutoa elimu kwa vyoo kwa sasa, wavijenge mbali na ufuko wa, wa maji. Elimu tumetoa elimu tumetoa ni mita sitini kutoka kwenye ufuko wa maji mita sitini, lakini zilizojengwa mita sitini yani zimekutwa na maji, yaani ina maana awalii imejaa tope kwa sasa. Kwa hiyo lile eneo liliwekwa kuwa hapa maji hayatafika, sasa hivi yanafika. Kwa hiyo wao wakujaa tope kumesababisha sasa nyumba zetu zimekutwa na maji. Kwa hiyo hata wenzetu wa onde la maani ilizungumza nao na ma... tulikuwa hatuna maji na wengine tulikuwa tunategemea haya maji yakaa, lakini kwa sasa maji Mwanga huko k kipita, kipita tu kidogo, unakuta magomba yamepasuka sababu ya maji yamekuwa ya ya me, ya kila miundo mbinu ndio nafikiri wanaishurikia wana. Lakini kwa kwetu hapa tunasubiri awamu ya pili, hatujajua kuwa inaanza lini, ila tumeambiwa saa yoyote na wakati wowote wataanza kuletea maji, zungumza nao nao. Sisi RUWASA, RUWASA wametuchimbia visima vingi. Kipo kisima cha Lang'atabora, akipo kisima cha Kabongo, kijiji cha Kabongo na Lang'atabora. Kwa hiyo wametuchimbia maji pale, visima virefu vile. Mwanga tulipewa visima vi kati ya vitano wilaya ya Mwanga na kata 20, tumepewa visima viwili. Zipo kata nyingi ambazo hazijapata hivyo visima lakini, pia ni mshukuru mbunge wetu wa wilaya ya Mwanga tadayo Mheshimiwa Rais kuona kuwa hata sisi tunahitaji kupata maji safi. miaka hii mitano nimepata mafanikio makubwa. E, kwanza wakati naingia mimi e, kata ya Lang'ata e, ilikuwa tulikuwa hatuna barabara kama nilivyosema, lakini barabara, tumefanikiwa kupata barabara ambazo tunapi, tunapita kwa mwaka mzima. Lakini pia shule, shule zetu zilikuwa, baadhi ya shule hasa shule ya sekondari ilikuwa haina madarasa tumepata madarasa matano ambayo tumejenga kwa hiyo mpaka tunasema tuna darasa la ziada, ina maana sisi tuko vizuri. Lakini kilingine ni kuwa swala la umeme. Umeme kwa kweli, kwa kata ya Lang'ata, umeme tumepata, ziko sehemu chache tu ambazo tunaomba TANESCO wapite wa, wa, wa, wa kwa ajili na kitu wanaita kujaziliza yaani vitongoji vyote vina, vina, vina, vina umeme. Kwa hiyo zile sehemu ambazo nyumba zimeongezeka watapita kujaziliza kwa hiyo kwa, kwa, kwa upande huo hakuna shida yoyote. Na msingi niseme tu kuwa tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa na hata nikisimama kwenye mikutano yangu Mitao, sasa hivi upande wa chama changu nimetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kama kawaida. Inshallah wakinipa nafasi nyingine nitamalizia hivi vilivyo. E, liko, liko, tunacho kituo cha afya, kituo cha afya cha Kagongo. Kile kituo cha afya Kagongo kinahitaji ukarabati <laughs> na tayari ambayo ina, ina, inawezekana ikawa ni bajeti labda ya milioni 200 Kwa hiyo tuna tumeomba tu, na nafikiri tunaenda kufanya lakini. Eh, yako mambo mengine ambayo ninahitajika mimi ku, ku, ku, kuya, kuyafanya eh, kwa upande wa, wa kijiji changu cha Handeni, wao bado hawajapata maji lakini e, kuna mambo tuliahidiana. Kipo kisima pale, lakini kinahitaji pampo ya maji. Kwa hiyo kwa miaka mitano ijayo, basi nitasimama nao ili kuhakikisha maji yanapatikana. Lakini yapo ya mambo ya hapa, tuna mnara wa TTCM, lakini Handeni hatuna mnara e, wiki tatu zilizopita walikuja wale mabwana wa minara mezungumza nao naamini ndani ya hiyo miaka mitano mnara utapatikana Handeni, wala hamna shaka. Maendeleo ni hatua, huwezi kupata vyote kwa, papa, kwa pamoja. Kwa hiyo kwa kuwa maendeleo ni hatua, hivyo tulivyovifanya vipo na hivyo ambavyo vinakuja tutavifanya pia. E, yani isisemekane kuwa alishindwa kufanya vyote. Hapana, hata wakati naingia vilikuwa vingi, lakini nimefanya baadhi kama hivyo ninavyosema, nimefanya, lakini hivyo vingine tunaenda kumali.